Kwa nini watu wananichukia? Nimewakosea nini? Kwa nini mimi? <laughs> Umewahi kuhisi kama mtu fulani au watu fulani wanakuchukia bila sababu yoyote? Yaani, hujafanya jambo lolote lile baya, wala hujawahi kugombana nao, lakini bado kuna mgongano wa ndani unaojitokeza. Sasa kama umewahi kupatwa na hiyo hali naomba unisikilize kwa makini sana. Hujaja hapa kwa bahati mbaya. Kila chuki, kila mtu anayekuchukia na kila hisia ya kutokuelewana, tambua kwamba ni ishara ya kiroho na nguvu za ulimwengu zinazokuzunguka. Najua umeshajiuliza sana umeumia sana umekosa amani, lakini leo utagundua ni kwa nini watu wengine wanakuchukia bila sababu, na pia utajua ni kwa jinsi gani unaweza kutumia nguvu hii kukuza hatima yako kurudisha thamani yako na kuongeza mwanga wako wa ndani na kufungua milango ya mafanikio. Kwa hiyo baki hapa hapa, usiondoke. Roho yako na nafsi yako itagundua ujumbe ulio ndani ya video hii. Tambua kwamba uwepo wako hapa una maana kubwa sana. Kwa nini watu wanakuchukia? Zile chuki wanazokuwa nazo dhidi yako ni ishara ya kwamba wewe unakuwa kila mtu anayekuchukia ni kama alama ndogo inayokueleza kwamba wewe unakuwa ndani yako. Na hapa naomba unielewe vizuri sana, sio kwamba unakuwa unapata fedha nyingi au biashara yako inakuwa au unakuwa ni mtu tajiri mwenye pesa nyingi. Inawezekana maisha yako yapo vile vile, yanafanana na hao wanaokuchukia, lakini ukuaji huu ni wa ndani yako, ni ukuaji unaoanzia ndani ukiwa na mwangaza wa ndani unapoelekea kwenye hatima yako, watu wengine wanapoteza mahali pa kuingiliana na nguvu zako, yaani wanajikuta wanaanza kukinzana na nguvu zako. Sasa hii ni kioo cha roho yako, yaani hii chuki wanayokuwa nayo ni kama kioo cha roho yako, yaani wewe unaweza kujitizama kwa kupitia watu wanaokuzunguka. Chuki unayoiona sio chuki ya kweli juu yako. Hii inaonyesha kwamba wewe upo kwenye mstari sahihi wa maisha na ulimwengu unakuelekeza kwenye hatua mpya ya kiroho. Kwa hiyo hii ni ishara nzuri sana. Ukiona watu wanakuchukia usihuzunike na wala usisononeke, tambua kwamba kuna ukuaji unaoendelea ndani yako. Naomba uelewe kitu hiki, hakuna chuki inayokuja kwako kwa bahati mbaya. Kila hisia wanazozionyesha dhidi yako ni ishara ya nguvu zako. Lakini pia watu wanakuchukia kwa sababu wanaona uwepo wako ni kama nguvu inayowashusha wao, yaani wanakuona wewe ni kama kikwazo. unapokuwa na nguvu ya kiroho au unapoanza kuangaza ndani yako, yaani nguvu zako za ndani zinapoanza kukua, wengine wanakuchukia bila sababu, wanahisi ni kama vile wewe unawazuia. Sasa hii sio kwamba wanakuchukia ili kukufanya wewe uwe mbaya, hapana. Hii ni ishara tu ya kwamba uwepo wako una nguvu ya kipekee na wao hawajaandaliwa kushughulikia huo ukuaji, hawajaandaliwa kushughulikia huo mwangaza ulioko ndani yako. Kwa hiyo ukiona watu wanakuchukia, tambua kwamba nguvu zako za ndani haziendani na hao watu. Inawezekana mwanzoni walikuwa wanakupenda, lakini kwa sababu sasa hivi umeanza kukua, kwa hiyo hiyo nguvu yako tayari haiendani na wao, kwa hiyo wanaanza kuleta chuki na hiyo chuki ni dhidi ya hiyo nguvu yako ya ndani, sio wewe kama wewe. Inawezekana huyo anayekuchukia ni rafiki yako ndugu yako au mtu wako wa karibu, lakini unapokuwa na aura tofauti, nishati tofauti, wanapoteza raha, wanakosa raha, wanaanza kujisikia vibaya bila sababu ya msingi. Na hata wao wenyewe ukiwauliza, hawatakuwa na sababu ya msingi. Sababu zao zitakuwa ni very shallow, zitakuwa ni sababu ambazo hazina mashiko. Sasa hii ni ishara ya ulimwengu kukuonyesha kwamba huu ni muda wako. Usiogope kuangaza hata kama wengine hawana mwanga wa kuona. Usiogope kuendelea mbele na safari yako ya kiroho hata kama wengine wanakinzana na hiyo nguvu yako. Na pia watu wanakuchukia kwa sababu hawawezi kudili na maisha yao wenyewe. Yaani, kiufupi maisha yao yamewashinda, na wanaona wewe upo tofauti, unapiga hatua mbele tofauti na wao. Kwa hiyo wanaanza kuona kwamba huyu mbona ni mtu tofauti? Mbona hapitii haya tunayoyapitia sisi? wakikuangalia wewe wanaona maadili, wanaona mwanga au utu wako. Kwa hiyo wanaanza kujisikia vibaya ukikaa nao karibu, na kuwa huelewani nao tena, wanaanza kukusema vibaya. Sasa hii ni ishara ya kiroho. Maana yake ni kwamba wewe unawakilisha mwangaza na nguvu ya ndani ambayo wengine hawawezi kudili nayo. Watu hawawezi kudili na hiyo nguvu iliyopo ndani yako. Kwa hiyo badala ya wewe kuhisi huzuni au kukasirika, kumbuka jambo hili hapa: chuki ni kioo kinachoonyesha nguvu zako zinazoongezeka za ndani. Chuki ni ishara ya kwamba wewe unakua kuanzia ndani yako, na ukiweza kuelewa hili, utaona kila chuki inayokuja kwako ni funzo la kiroho na sio uadui kwako. Kwa hiyo ukiona watu wanaanza kukuchukia bila sababu, inatakiwa uwaonee huruma, kwa sababu bado wapo gizani, na wewe tayari unaingia kwenye mwanga. Na pia mtu anapokuchukia au anapokuwa na wivu na wewe bila sababu ya msingi, hiyo ni ishara ya kwamba ulimwengu unajaribu kukuonyesha sehemu ya hatima yako, ni kama mpangilio wa siri wa kiroho. Hii ni njia ya kiroho ya kukuonesha nguvu zako za ndani, kukuonesha njia mpya au kukusogeza kwenye hatua muhimu zaidi ya kiroho. Kwa hiyo usipuuze hii. Watu wengi huwa wanachukia watu bila sababu, kwa sababu wanakosa nafasi kubwa ya maendeleo, wanashindwa kusonga mbele. Kwa hiyo ule uchungu wanaouhisi ndani yao wanaupresenti kwa watu wengine kwa kuwachukia bila sababu ya msingi. Kwa hiyo acha kila chuki na usaliti uwe kama ni mwanga wa kukuongoza na kukuonesha kwamba upo kwenye njia sahihi na unaelekea kwenye mafanikio. Na pia unapaswa kufahamu hili kila mtu anayekuchukia ni kwa sababu wewe unaonekana tofauti, yaani una mwanga wa ndani ambao wao hawawezi kushughulikia, yaani hawawezi kupambana nao. Sasa hii ichukulie ni kama ishara kutoka kwa ulimwengu kwamba wewe una aura ambayo inavutia na pia inaogopesha wanavutiwa na wewe lakini at the same time wanakuogopa. Kwa hiyo mwisho wa siku, wanaona ni bora wakuchukie. Hii inaonyesha kwamba wewe ni mtu wa kipekee, umejengwa kwa nguvu ambazo zinafanya kazi tofauti na watu wengine. Kwa hiyo usikate tamaa, usiumie na wala usipambane na wanaokuchukia, kwa sababu wewe tayari ni mshindi. Na pia naomba ufahamu hili. Chuki wanazokuonesha watu zinaweza pia kukufunulia uwepo wako wa ya kiroho. Yaani, kila upinzani unaokutana nao ni kama alama ya hatima yako. Hii ni sehemu ya ulimwengu kukuonesha kwamba nguvu zako ni sahihi, yaani kwamba kilichopo ndani yako kinafanya kazi kwa usahihi, na unapoendelea mbele unapata mwelekeo sahihi wa maisha. Kwa hiyo hii ni nafasi yako ya wewe kujitambua na kujua kwamba kila changamoto ni mwanga unaotoka ndani yako. Ukiona wewe unapendwa na kila mtu katika jamii, tambua kwamba hakuna ukuaji wowote unaoendelea ndani yako. Mtu ambaye anakua, mtu ambaye anasonga mbele, hawezi kupendwa na kila mtu kwa sababu mtu anayekuwa ni lazima nguvu yake ya ndani itakinzana na watu wanaomzunguka, yaani hiyo ipo hivyo. Na ndio maana leo hii ukiona mtu ameanza kufanikiwa, anatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, anaanza kutengeneza maadui wengi, watu wengi wanaanza kumchukia, wakati hapo nyuma alikuwa anapendwa na kila mtu. Sasa hiyo ni ishara tosha kwamba mtu anayepitia ukuaji fulani ni lazima apate maadui wengi, ni lazima atachukiwa na watu. Sasa watu huwa wanachanganyikiwa sana zile chuki wanazopata kutoka kwa wapendwa wao, wanaanza kujihesabia kama wanapotea, kwamba huko wanakoenda sio kuzuri. Kwa hiyo wanaanza kujirudisha nyuma, wanaanza kurudisha hatua zao nyuma, kitu ambacho hakitakiwi kabisa. Ukiona unaanza kuchukiwa na watu, anza kujipongeza, tambua kwamba umeanza kupata ukuaji ndani yako. Sasa naomba nikuombe kitu kimoja, kama umewahi kuhisi chuki isiyoelezeka kutoka kwa watu wako wa karibu, Andika hapo chini kwenye comments nimeguswa hii hey, itasaidia na wanaokuja nao wajue kwamba kumbe haya ninayoyapitia siko peke yangu kila comment unayoandika hapo chini ni sehemu ya nguvu ya kiroho ya kushirikiana katika channel hii tunatiana moyo na kuinuana katika safari ya kuamka kiroho na pia chuki kutoka kwa watu inaweza kubadilisha hatima yako ikiwa utaielewa. Hii ni siri ya kiroho ambayo watu wengi hawaielewi. Kila chuki unayopata ni darasa la maisha. Ukiweza kuiongelea na kuibadilisha kuwa mwanga, kila mtu anayekuchukia atakuwa ni sehemu ya uelewa wako wa nguvu, na wewe utazidi kusonga mbele. Hii inafanya hatima yako iwe bora. Yani utazidi kusonga mbele zaidi, utaonekana zaidi na mwanga wako utashikilia nafasi zako mpya za kiroho. Yani wale wanaokuchukia wanakuwa ni kama daraja la wewe kuzidi kwenda juu zaidi. Ni njia ya ulimwengu kukuonyesha kwamba hakuna aliyetokea kwa bahati mbaya. Yani kila mtu hapa duniani yupo kwa kusudi maalum, na kila tukio ni mpango wa kiroho. Kwa hiyo usifikiri kwamba hawa watu wanaokuchukia ni kwamba sana, ha, wewe unaonewa sana au wewe ni mbaya sana. Tambua kwamba kuna mpango fulani upo nyuma yake katika hizo chuki. Kwa hiyo ukiichukulia positive, itakusaidia sana wewe kuzidi kusonga mbele, kwa sababu katika kila hatua unayopiga watu wanazidi kukuchukia na wewe unazidi kupata nguvu zaidi za kusonga mbele. Watu wanakuchukia kwa sababu nguvu za ulimwengu zinaonyesha kwamba wewe una nguvu tofauti ndani yako. Yaani, wanaona uwepo wako ni kama uzito fulani, kwa sababu hauendani na nishati zao. Sasa hii ni ishara ya kuwa wewe uko katika njia ya kipekee na wengine hawawezi kupambana na huo mwanga wako. Watu huwa wanakuchukia pale unapoanza kukua kimwili na kiroho. Nguvu za nyota la anga za juu huwa zinaonesha mabadiliko yako ya ndani. Sasa chuki unayopokea ni ishara ya kwamba unaelekea kwenye hatua kubwa sana ya kimaisha. Hii ni ishara kutoka kwa ulimwengu kwamba wewe unabadilika, unakuwa na, wengine wanahisi kwamba hawana nafasi kwenye hiyo nuru yako. Ukiwa na mwanga wa ndani, watu wengine wanaanza kuona wewe upo tofauti, wanaanza kukuhisi wewe haufanani kabisa na wao. Sasa kiroho, mwanga huu unasababisha wengine waanze kuwa na hofu au wivu wa kimakosa dhidi yako. Hii ni dalili ya kwamba mwanga wako unawasha kwenye nyakati za giza kwa wengine. Watu wanajitathmini, wanaona mbona sisi hatuko sawa na yule, mbona mwenzetu anasonga mbele, mbona mwenzetu mambo yake ni mazuri. Wakijitazama wao wanaona giza ndani yao, lakini kwako hii ni njia ya neema. Ukiona hivyo, tambua tayari nguvu zenu zimeanza kujipambanua, kwamba wewe nguvu yako ni positive na wao nguvu yao ni hasi. Wivu au chuki ni ishara ya kwamba umeingia kwenye nafasi ya nguvu ambayo wengine hawawezi kuifikia. Yaani wewe tayari upo kwenye level za juu. Naomba nikutie moyo wewe unayetazama video hii, tambua kwamba hujaja hapa kwa bahati mbaya. Kila neno, kila funzo na kila mwanga uliouona kwenye video hii ni kwa sababu roho yako imekusudiwa kufunguliwa. Kwa wale walioumia, waliokata tamaa au waliopoteza matumaini, tambua kwamba nguvu yako ya ndani ipo tayari kukusogeza mbele. Hakuna kisicho maana, yaani hakuna chuki, hakuna wivu, hakuna upinzani ambao unakuja kwako bila sababu. Kila kitu kipo katika mpangilio wa kiroho unaokupeleka kwenye mwanga wako wa ndani. Kwa hiyo, unaposhirikiana na nguvu hizi unapata nafasi ya kushikilia hatima yako kuwa mwanga kwa watu wengine na kushinda kila changamoto. Usiwachukie wale wanaokuchukia, bali waonee huruma na jipe ushindi. Amini kwamba unasonga mbele, una kitu ndani yako. Kwa hiyo simama, amua kuangaza, amua kuwa na nguvu, na nguvu. Nakumbuka kila kitu kilichotokea ni sehemu ya safari yako ya kiroho kwa hiyo usikate tamaa na kumbuka, wewe sio mtu wa kawaida na hapa duniani hata kuja kutokea tena mtu kama wewe. Nyota yako ina nguvu na ulimwengu unaendelea kukuongoza katika njia ya kiroho. Watu wengi huwa wanafanya makosa pale wanapochukiwa na watu wengine, huwa wanaichukulia hiyo chuki kibinafsi wanaanza kuisumbua mioyo yao, wanakosa raha, hawalali, wanajihisi kama wametengwa au hata kupoteza matumaini na kukata tamaa. Na wengine huwa wanafikiri kwamba wamekosea au kwamba hayo maisha walioyachagua hayana maana, inatakiwa warudi nyuma. Hebu naomba unisikilize, mpindwa wangu, hii ni hatari kubwa, kwa sababu unapoacha ile chuki ichukue nafasi yako ya ndani ianze kukuathiri, iathiri maamuzi yako, izuie mwanga wako wa ndani na kusababishia kufeli. Hapo utakuwa unajizuia wewe mwenyewe kusonga mbele, na usitarajie watu waje kukuonea huruma. Na hata watu wakija kukuonea huruma hawatuweza kubadilisha chochote mpaka pale wewe mwenyewe utakapoamua kubadilika kutoka ndani yako. Kumbuka kwamba chuki wanayokuchukia sio ishara ya udhaifu wako, Yaani, sio kwamba wewe ni dhaifu au ni mtu mbaya, ni ishara ya kwamba wewe una nguvu zaidi, una mwanga zaidi na una roho inayosonga mbele. Kwa hiyo ukiona watu wanakuchukia, kitu cha kwanza ni kutulia na kupumzika. Usiruhusu chuki hiyo ipate nafasi ya kuingia ndani yako. Na pia badala ya kuhisi huzuni au hasira, igeuze hiyo chuki kuwa nguvu ya wewe kusonga mbele. Yaani fikiria kila mtu anayekuchukia ni kama kioo kinachoonyesha nguvu zako na mwanga wako wa ndani. Na ukiweza kufanya hivyo, unapata hatma yenye uwazi na changamoto zako zinakuwa ni mafunzo badala ya vizuizi. Ukiruhusu huzuni na hasira zikutawale, nguvu zako za ndani zinashuka, na hapo ndipo ambapo unaanza kufifisha mwanga wako wa ndani, utajikuta usongi mbele, changamoto zinakuandama na wale wanaokuchukia, unakuwa unawapa ushindi zaidi. Kitu kingine zingatia nguvu zako za kiroho pamoja na roho yako. Yaani wakati mwingine unajikuta unasogea mbele kidogo na watu wengine wanajaribu kusimama kwenye njia yako, yaani wanajaribu kukuzuia. Hiyo ni kawaida, lakini haimaanishi kwamba ni lazima uwe na woga. Yaani haitakiwi ya uwaogope hao watu au uwape nafasi. Ukijua kwamba chuki haikufanyi wewe uharibiki. Watu wengi huwa wanaamini kwamba ili uweze kufanikiwa ni lazima kwanza watu wote wakupende au uwafurahishe watu wote, kitu ambacho ni kinyume kabisa. Kadiri unavyopiga hatua mbele, ndivyo ambavyo maadui wanazidi kujitengeneza katika njia yako. Kwa hiyo usifikiri kwamba watu wakikuchukia wewe hautafanikiwa. Hapana, chuki ni ishara ya ukuaji. Ukiona watu wanaanza kukuchukia, anza kujipongeza na kitu kingine cha muhimu sana, usijaribu kubadilisha watu wengine. Wengine watabaki na chuki yao, na hiyo ni safari yao, inawahusu wao wenyewe, lakini wewe songa mbele. Endelea kuangaza endelea kuwa mfano, usizijali hizo chuki zao. Kila hatua unayochukua ya mwanga ndani ya maisha yako inazidisha nguvu yako na kuunda hatima yako bila kuathiriwa na watu wengine, na hiyo chuki yako haita kuathiri katika kitu chochote katika safari yako ya maisha. Kwa hiyo usiogopi kuchukiwa, usiogopi kuwa na maadui. Kuwa na maadui ni ishara ya kwamba wewe unakuwa kama tayari umeumizwa au umekata tamaa, naomba nikuombe, pumzika na ujipe nafasi ya kupona ndani yako. Tambua kwamba kila giza lililopita limekuweka tayari kwa ajili ya wewe kuangaza zaidi, na mwanga wako hauwezi kuzimwa na kitu chochote. Una nguvu, una thamani na unastahili kila heri katika maisha yako. Wewe unastahili maisha mazuri, unastahili kupendwa, unastahili amani. Kwa hiyo endelea kusonga mbele, amua kuangaza, amua kuwa na imani na amua kushikilia hatima yako. Unajengwa kwa nguvu. Yani, upo hapa kwa sababu maalum na hatima yako ni kubwa zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Wewe ni wa thamani zaidi. Wewe umekusudiwa kushinda hapa duniani. Kwa hiyo acha mwanga wako wa ndani ushikilie kila kona ya maisha yako na uwashirikishe watu wengine pia. Nakumbuka hili. Wewe sio wa kawaida. Nyota yako ina nguvu na ulimwengu unaendelea kukuongoza. Kila jambo limekusudiwa katika maisha yako, na hata hawa wanaokuchukia wamekusudiwa katika ulimwengu wa kiroho ili waweze kukupandisha juu zaidi, na sasa ni wakati wako wa kuangaza. Wewe ni wa thamani sana. Haustahili kuumia hata kidogo. Naomba nikusihi, endelea kufuatilia na video zangu za nyuma zilizopita ili uzidi kupata mwanga zaidi wa safari yako ya kiroho, na hakika hautajutia kuja katika channel hii. Universe kuna kitu inataka ujifunze kwa kupitia channel hii, na inawezekana channel hii ndiyo ngazi yako ya wewe katika kuamka kiroho. Kwa hiyo karibu sana katika familia ya nguvu za Universe, na usisahau kusubscribe kama ulikuwa bado hujasbsribe. Share video hii na wale wengine wote huwapendao, ili na wao waweze kujifunza. Asante sana.